Lakini kabla sija kupeleka katika sehemu ya uchambuzi wetu ni kukumbushe kwamba kipindi chetu kipo chini ya udhamini wa Mnukwa Global Visa Consultant ambao sio tu washauri wako wa mipango yako ya mbeleni ya kuelekea katika nchi za ughaibuni maanake nchi kama Canada, Marekani, Uingereza, nchi za Umoja wa Ulaya kwa maana nchi za Schengen, pamoja na nchi ya Australia lakini vilevile vile, wanaweza kukusaidia uh, kwenye ku ratibu utaratibu wa maombi kuelekea katika balozi za nchi husika ili kuhakikisha unafikia katika malengo yako. Unaweza ukawasiliana nao kupitia namba zilizoko chini ya tangazo ili kuweza kupata maelezo zaidi kuhusiana na huduma yao wanayoitoa. Lakini nikupeleke katika uchambuzi. Bila shaka, zimepita takriban siku tano mpaka sita, nchi ya Urusi imekuwa ikifanya mashambulizi mtawalia katika nchi ya Ukrain ukianzia katika mji wa Kiev mashambulizi yamekuwa ni makubwa sana, lakini vilevile vile ukielekea katika miji ambayo iko pembezoni ya mji wa Kiev, mashambulizi pia yamekuwa ni makubwa sana. Yamekuwa yakifanyika takriban kila baada ya siku moja au siku zenye kufuatana na hasa nyakati za usiku. Maanake unazungumzia miji kama ya Poltava, unazungumzia miji kama ya Kharkiv, unazungumzia miji kama ya Odessa, unazungumzia miji kama Mykolaiv, Dnipro, Petroviski, Chernihiv na miji mingine. Mashambulizi yamekuwa akifanyika mtawalia, lakini kipi kilichopelekea mpaka mabadiliko haya ya aina ya mashambulizi yamekuwa akifanywa na nchi ya Urusi? Maanake kwa siku za nyuma tulikuwa tukiona palikuwa kuna gepu kwa upande mmoja au mwingine, lakini mashambulizi mengi pia yalikuwa yakifanyika hasa katika maeneo yenye migogoro, maanake maeneo kama ya Donetski, Luhanski, uh, Herson na Zaporizhia. Lakini kwa sasa hivi inaonekana mashambulizi yamekuwa yakienda mbali zaidi. Kilichopelekea haya yote ni pigo ambalo nchi ya Urusi walilipata, ambao tunasema ilikuwa ni tactical victory, ulikuwa ni ushindi wa kimbinu wa nchi ya Ukraine na ushindi huo Ukraine waliupata siku ya tarehe moja mwezi wa sita mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Malengo ya operesheni yao ambayo inajulikana kama Spiderweb kwa maana ya kwamba ni operesheni buibui, na wameita operesheni buibui kwa kuzingatia aina ya attacks, au aina ya mashambulizi walivyokuwa wakiyafanya au walivyoweza kuyaratibu, kwa sababu mashambulizi yao hasa yalikuwa yameelekea katika kushambulia vituo vya anga vya nchi ya Urusi. Lakini walikwenda mbali zaidi kwenye kutarget sehemu ambazo tunasema zilikuwa zinakusanya strategic facilities, zilikuwa zinakusanya vifaa vya kimkakati au tuseme ndege za kimkakati, na nikizungumzia ndege za kimkakati maana yake hasa ni ndege ambazo zina uwezo wa kubeba nuclear weapons, silaha za nuclear. Maana yake nazungumzia ndege kama TU-95 au TU-22M3. Waliweza kufanya mashambulizi katika vituo vya ndege ambavyo vinakusanya ndege za namna hiyo, lakini vilevile waliweza kufanya mashambulizi yaliyoweza kuathiri baadhi ya ndege muhimu kwa ajili ya masuala ya utafiti ta, au tafiti za kijeshi, ndege kama A50. Waliweza kuleta madhara kwa upande mmoja mwingine. Wameita Operation Web kulingana na chain au mtindo wa mashambulizi ambao waliweza kuyafanya katika maeneo tofauti tofauti ndani ya nchi ya Urusi waliweza kushambulia katika bezi kama ya Belaya inayopatikana katika mji wa Irkutsk, mji ambao unapakana kidogo na nchi ya Mongolia. Unaweza ukaona umbali kutoka katika nchi ya Ukraine kuelekea paka katika mji wa Irkutsk ambao actually unakwenda takriban kama kilomita zinaweza kufika kilomita elfu nne lakini vile vile waliweza kufanya mashambulizi katika mji ka, eh, katika uh, airbase au ile kituo cha ndege za kijeshi kama cha uh, Ukrainka ambapo inapatikana katika mji wa Amur. Mji wa Amuru ukiangalia katika ramani utaona ni mji ambao unapatikana katika upande wa mashariki zaidi mwa nchi ya Urusi na hasa tunasema kama kusini mashariki maana yake ni mji unapakana zaidi na miji kama ya China. Lakini vile vile waliweza kufanya uh, mashambulizi katika miji kama ya Marmansk. Manake unazungumzia katika bezi kama za Olenya ambao ukiangalia mji kama Marmanski ulipo upo karibia na nchi ya Finland. Kwa hiyo ni umbali ulikuwa ni mkubwa, lakini wakafanya mashambulizi pia katika sehemu zingine kama za Riazan, maanake katika bezi kama ya Diagilevo waliweza pia kufanya mashambulizi katika maeneo hayo, wakaweza kufanya mashambulizi pia katika mji wa Ivanovo Severni, ambayo inapatikana katika mji wa Ivanovo. Maana yake unapatikana katika upande kidogo karibia na nchi ya Ukrain, pamoja na kwamba si moja kwa moja katika upande wa mipakani kwao, unaweza ukaona aina ya operation ambayo Ukraine walikuwa wameifanya mpaka wakaita spider web, kwa maana ya kwamba ilikuwa ni operation ambayo ilikuwa kwa upande mmoja au mwingine, ilikuwa imeweza kidogo kuwashangaza Warusi, na ilikuwa ni aibu zaidi kwa sababu ilifanyika ndani ya Urusi yenyewe kwa maana ya kwamba drone zilizofanya mashambulizi si kwamba zilitoka Ukraine kuingia ndani ya Urusi, bali gari zilizobeba drone ziliingia mpaka ndani ya Urusi na kisha zikafanya mashambulizi zikiwa ndani ya Urusi, jambo ambalo lilikuwa ni jambo la aibu kubwa, ukiachilia mbali baadhi ya operesheni zingine ambazo Ukraine walifanikiwa kuzifanya katika miji kama ya Bryansk, miji kama ya Belgorod, pamoja na katika sehemu kama za uh, Mariupol waliweza ku fanya mashambulizi ambayo yali target zaidi katika sehemu za uh, railway, kwa maana kwamba walileta madhara katika upande wa mifumo ya railway, pamoja kwa na kwamba madhara ambayo waliweza kusababisha ni madhara ambayo kwa upande mmoja au mwingine yaliathiri zaidi wananchi wa kawaida kuliko kuathiri sehemu za kijeshi. Kutokana na pigo hili ambalo, uh, nchi ya Ukraine, Wali, e, nchi ya Urusi walikutana nao siku ya tarehe moja pamoja na kwamba aina ya attacks hizi ambazo zilifanywa na nchi ya Ukraine, moja katika papasi yake haikuwa tu kujaribu kutageti katika sehemu muhimu kama hizo, lakini moja ya tageti yake inaonekana ilikuwa ni kuharibu mfumo um, wa majadiliano ya mazungumzo uliokuwa ukiendelea katika nchi ya Uturuki baina ya nchi ya Urusi na nchi ya Ukraine. Kwa maana kwamba siku ambayo wanakwenda kwenye kujadili baadhi ya makubaliano yaliyopelekea kubadilishana uh, kiasi kikubwa cha uh, wapiganaji au wanajeshi ambao wamefariki, takriban elfu sita kutoka katika kila upande, ukiachilia mbali majeruhi na ukiachilia mbali wale wanajeshi waliokamatwa wenye umri wa chini ya miaka ishirini na tano ambao wamebadilishana pande zote mbili, maana yake ni kwamba lau Urusi wangezingatia pigo lilokuwa wamelipata kutoka katika nchi ya Ukrain, maana yake ni kwamba majadiliano, majadiliano hayo yasingeweza kuendelea, jambo ambalo kwa upande mmoja mwingine lingeweza ku stimulate au lingeweza kuchochea nchi ya Marekani kufikia katika hatua ya kuiwekea vikwazo nchi ya Ukrain, kwa sababu palikuwa kuna majadiliano hayo yakiendelea katika nchi ya Marekani kwamba Urusi inatakiwa iwekewe vikwazo zaidi, lakini Rais Donald Trump alikuwa akiwaambia kwamba natakiwa msubiri kwanza mpaka waendelee mazungumzo yao baina ya nchi ya Urusi na nchi ya Ukrain. Kwahiyo, kinachoendelea sasa hivi ni majibu ambayo nchi ya Urusi imeamua sasa kuyarudisha katika nchi ya Ukrain kwa kufanya mashambulizi mtawalia, kila baada ya siku moja, kila baada ya siku mbili nchi ya Urusi imekuwa ikifanya mashambulizi. Ukiangalia mfumo wa mashambulizi baina ya ule uliokuwa unafanywa na uliofanyika na uliofanywa na Ukraine, na mfumo wa mashambulizi ambao unafanywa sasa hivi na nchi ya Urusi, utofauti hasa ni mmoja. Katika upande wa Ukraine aina ya mashambulizi yao tunasema ilikuwa ni tactical uh, attacks maana ni mashambulizi tu ya kimbinu, lakini ilikuwa hayaongezi chochote katika upande wa ground maneuver, katika upande labda kusema kwamba Ukraine utaongeza kipisi kipisi cha ardhi au mfano wake, hilo ni jambo bora, hatujalishuhudia mpaka sasa hivi lakini katika upande wa Urusi tunaona kwamba aina ya mashambulizi yanayoyafanya ni strategic attacks, ni mashambulizi ya kimkakati, kwa maana ya kwamba licha ya kwamba wanaishughulisha Ukraine kwenye kufanya mashambulizi, lakini mashambulizi yao yanayoyafanya sasa hivi yanalenga wazi kabisa kwenye kuzidi kuongeza maeneo. Ukiangalia tarehe nane mwezi wa sita katika taarifa ambayo ilitoka kutoka katika idara ya jeshi la nchi ya Urusi ilikuwa ni kuthibitisha kwamba wameweza kufika katika mji katika mipaka ya mji wa Donetsk kwa maana ya kwamba sasa mpaka wamefika katika upande wa, wa magharibi mwa mji wa Donetsk, na kwa maana yake ni kwamba kutokea hapo wanaingia katika mji wa Dnipropetrovsk maana yake unaweza ukaona kwamba mashambulizi ambayo amekua akiyafanya bado yamekuwa akiwasogeza kuweza kuelekea katika miji ya mbele zaidi, miji ambayo actual haikuwa inatajwa kama ni sehemu ya plani ya nchi ya Urusi katika siku za nyuma, lakini tulikuwa tukikariri katika vipindi vyetu kwamba plani ya nchi ya Urusi ilikuwa ni kushika eneo la Novorussia na ndiyo kinachoelekea sahivi, kwa sababu wametangaza, wameshaingia katika mji wa Dnipropetrovsk, eh lakini vilevile ukiangalia katika mji wa Uh, Kharkiv pamekuwa kuna mapigano yakiendelea baina ya nchi ya Urusi na nchi ya Ukraini kwenye kupigania baadhi ya maeneo kama ya uh, Kupiansk, maanake ni eneo muhimu ambalo katika uh, siku za mwanzo za mapigano ya vita kwenye mwaka elfu mbili na ishirini uh, na mbili Urusi walifanikiwa kuchukua eneo hili la Kupiansk, lakini baadaye Uh, Ukrain walifanikiwa kulirudisha, lakini sasa hivi kinachoelekea ni kwamba Urusi wanaweza tena wakalirudisha eneo hilo kwa kuzingatia kwamba sasa hivi wameweza kufanya mashambulizi ya kuharibu sehemu ya daraja muhimu ya la, la, la, la, la mto uh, uh, Oskol ambao actual, ilikuwa, ilikuwa ilikitumiwa zaidi na waukrain kutoka katika upande wa Ukrain mainland katika upande wa ardhi ya ndani ya Ukraine kuweza kufanya mashambulizi kupitia katika mji wa Kharkiv katika mipaka ya nchi ya Urusi. Kwa ina, ina maana kuangusha daraja la mto husika, maanaake ni kuzuia movement za nchi ya Ukraine kutoka katika upande wa mainland, kuingia katika upande ambao unakaribiana zaidi na, na, na nchi au na mipaka ya nchi ya Urusi, na hilo maana yake linaipa Uh, Urusi nafasi kubwa zaidi ya kuweza kuchukua mji wa Kupiansk ambao unapatikana katika, katika sehemu ya Kharkiv. Kinachoelekea mpaka sasa hivi uh, tunachokiona ni kwamba cha kwanza ni kuadmit au kukubali kwamba pigo ambalo Urusi walilipata tarehe moja mwezi wa sita lilikuwa ni pigo halisi, na ndio maana inaonekana mode yao ya mashambulizi kwa hivi sasa imebadilika kutokea mwanzo kwa sababu aina ya mashambulizi ambayo yalifanyika katika siku ya tarehe moja ilikuwa ni aibu kwa upande mmoja mwingine, kwa nchi ya Urusi, kwa kuzingatia kwamba attacks jinsi uh, zilivyofanyika hazikuwa zinatoka nje ya boda ya nchi ya Urusi, bali zilikuwa zimefanyika ndani ya nchi ya Urusi. Hilo ni jambo la kwanza, lakini jambo la pili mpaka sasa hivi tunachokiona ni kwamba, uh, kimkakati Ukraine inazidi kuelemewa kimkakati Ukrain inazidi kuelemewa kwa kuzingatia kwamba maeneo yanazidi kuchukuliwa. Lau wangekuwa wamekubaliana kwa makubaliano ya mwaka elfu mbili na ishirini na mbili takriban kwenye miezi ya mwanzoni, makubaliano ambayo litakiwa yafanyike katika nchi ya uh, Uturuki, lakini badala yake Boris Johnson alikuwa waziri mkuu wa nchi ya Uingereza, akaja akamshawishi Vladimir Zelenski kuachana na makubaliano hayo. Lao angeakubali makubaliano yale, basi tusingefika hapa ambapo tumefika leo hii kwamba kila uchao maeneo yanazidi kuchukuliwa na kila uchao ardhi zinazidi kuongezwa na nchi ya Urusi, na ukiangalia kama msingi walokuja nao sasa hivi wa Urusi, hawasemi kwamba wenyewe wanataka wachukue mji wa Dnipro Petrovsk au mji wa Mykolaiv au mji wa Odessa. No, wao wanachozungumza ni kwamba wanahitaji kutengeneza buffer zone watengeneze eneo ambalo halitokuwa linafanyika shughuli zote za kijeshi, ili waweze kulinda baadhi ya miji yao, maanake miji ambao wameshaichukua. Nazungumzia mji kama wa mawa, uh, Crimea mji kama wa Kherson mji kama wa Zaporizhia, Donetsk, Luhansk, waweze kutengeneza buffer zone. Kwa hiyo buffer zone na wildguard wao inaweza ikachukua sehemu ya uh, Dnipropetrovsk, kwa maana kiujumla ni upande wote wa mashariki wa mto Dnipa ambao manake ukizungumzia upande wa mashariki wa mto Denipa ndo unakusanya miji kama hiyo ya Michael Lviv miji ya kama Denipa Petrovski, unakwenda mpaka katika miji ya Kharkiv, unakwenda juu kabisa mpaka katika miji ya Chernihiv. Yote hiyo ni kwa lengo la kutengeneza sehemu ambayo hapata kuwa na shughuli za kijeshi ambazo zinaendelea baina ya nchi ya Ukrain na nchi ya, ya Urusi. Lakini jambo lingine ambalo tunaliona kwamba kumekuwa na changamoto kwa upande wa, wa au kutakuwa zaidi na changamoto katika upande wa nchi ya Ukrain. Kwanza kabisa katika upande pia wa supplying chain pamekuwa kuna shida, yani maana yake usambazaji wa silaha pamekuwa kuna shida kidogo, kwa kuzingatia kwamba kwa, kwa taarifa tulioipata leo hii uh, Peter Hegseth uh, yule waziri wa ulinzi wa nchi ya, ya, ya, ya, ya Marekani amezungumza wazi kwamba katika mwaka elfu mbili na ishirini na sita Marekani haitakuwa na plan ya kuweza kuihudumia nchi ya Ukraini, maana yake ya kusaplai silaha katika nchi ya Ukraini. Na hili litakuwa ni pigo kubwa sana kwa kuzingatia kwamba saplaya mkubwa wa silaha ambazo zinatumiwa na nchi ya Ukraini ni hasa nchi ya Marekani. Na alipoulizwa kwa nini mmeamua kufanya hivyo, sio kuipa nguvu Urusi au vipi, alichojibu uh, Pete Hegseth ni kwamba uh, lengo la Rais Donald Trump ni kustopisha migogoro inayoendelea duniani. Kwa hiyo, hatuwezi kustopisha migogoro wakati huo tunaendelea kusaplai silaha, dawa ni kustopisha kusaplai silaha ili tuweze kufikia katika makubaliano na pamoja na kwamba kingine, Rais Donald Trump ameonyesha kuto kuridhishwa na aina ya mashambulizi ambayo Ukrain waliyafanya siku ya tarehe moja mwezi Uh, wa sita katika nchi ya, ya Urusi, lakini inatupa shaka kwamba uh, Ukraini waliwezaje kuja na plani hii, japokuwa ni plani ambayo uh, wanazungumza sbu ile shirika la ujasusi la, la, la Ukraine kwamba waliplani miezi kumi na nane nyuma, yani moja katika option iliokuwa nayo ilikuwa ni ya kufanya attacks ya namna hii na pamoja na kwamba Donald Trump anaonekana kwamba hakufurahishwa na hili lakini, tunashaka kwamba signal ya aina hii ya mashambulizi ilitoka katika nchi ya Marekani, aidha kwa kipindi ambacho Donald Trump yupo au kwa kipindi cha aliyemtangulia Donald Trump, kwa maana kipindi cha Joe Biden, kwa sababu Urusi na Marekani wana makubaliano yanayojulikana kama uh, strategic arms control agreement, manake ni uh, makubaliano ya kuzuia tunasema ni strategic arms control, yani kuzuia zile silaha za kimkakati kwa maana kwamba ni nuclear, mpango kama wa kupunguza kiasi cha nuclear weapons na mfano wake ambao kwa kifupi wanaita New Start agreement. sasa makubaliano haya ni makubaliano ambayo uh, mara nyingi moja katika ayale ma, ma, ma, ma, waliokuwa wamekubaliana baina ya Urusi na Marekani, ilikuwa licha ya kupunguza kiasi cha silaha kama za nyuklia, lakini kuna baadhi ya vifaa ambavyo vinaweza kutumika katika kubeba silaha kama za nyuklia huwa vinatakiwa vikae wazi, na ndio maana ndege kama za TU-95 zilikuwa zinaonekana uh, ziko wazi katika viwanja vya ndege au ndege kama za TU22M3 nionekana ziko wazi, ndege kama za A50 nionekana ziko wazi tu katika viwanja vya ndege. Maana yake hii ni sehemu ya makubaliano baina ya nchi ya, e, ya Marekani na nchi ya Urusi. Kwa ina maana hata ukienda katika nchi ya Marekani ndege za sampuli hii pia utazikuta ziko katika viwanja vya ndege vya Marekani na ziko wazi, kwa maana kwamba Urusi wanaweza wakaziangalia kupitia katika website, katika satellite na Marekani wana, wana akses ya kuziona ndege za Urusi kupitia katika satelit. Sasa aliyetoa taarifa hii ya kwamba mkienda sehemu fulani mtakuta ndege za namna hii ni nani asiyekuwa Marekani? Kwa hiyo inaonekana wazi kabisa kwamba uh, kwa moja kwa moja Marekani hawezi kuzungumza au Donald Trump hawezi kuzungumza kwamba kukubaliana na kile kilichofanywa na nchi ya Ukrain, lakini tunapata shaka kwamba Strategy hii ni strategy ambayo moja kwa moja ilikuwa supported na nchi ya Marekani. Of whether ni kipindi hiki cha Donald Trump au ni kipindi cha Joe Biden, lakini tunaamini kabisa kwamba mfumo huu wa taarifa kwamba sisi tuna makubaliano na Urusi na baadhi ya vifaa vya kimkakati vya nchi ya Urusi vinapatikana katika... kama eneo fulani fulani ya wazi, maana yake tunaamini kabisa mfumo wa taarifa za namna hii ni mfumo wa taarifa ambazo Actually, inaonekana kwamba zilikuwa provided na Marekani kuwakabidhi Ukraine na ndio maana Ukraine waliweza kutengeneza uh, mikakati ya namna hii ya kuweza kuleta madhara kwa upande mmoja mwingine. Kwa hivyo kinachoendelea mpaka sasa hivi tunaona kwamba uh, kina bado kinaendelea kuinufaisha Urusi kwa upande mmoja mwingine kwenye kujitwalia zaidi maeneo kama tunavyoona kwamba sasa hivi uh, katika mji wa Kharkiv inaonekana moja kwa moja kwamba wanaelekea kuchukua sehemu ya Kupiansk, lakini vile vile katika sehemu ya Zapori e, eh, Denipo inaonekana moja kwa moja sasa wanaingia katika mji wa Denipo Petrovski, na hilo maana yake tunaamini kwamba halitaishia hapo kwa sababu kuna mashambulizi mengi pia yamefanyika katika miji kama ya Odessa na tunajua kwamba uh, wako katika miji kama Kharkiv. Urusi wamechukua sehemu kubwa tu zaidi ya 90% na kitu washaidhibiti sehemu ya, ya mji wa Karkiv kwa kuna uwezekano mkubwa wakatengeneza moves, wakafanya moves tofauti tofauti ili kuweze kuendelea kuishughulishe zaidi nchi ya Ukrain kwa maana, kwa wakati huo huo, wanaweza wakawa wanafanya bombardment, wanafanya mashambulizi ya anga makubwa. Uh, kwa sababu wakifanya mashambulizi mpaka sahivi ukiangalia katika rekodi wanaweza wakatuma dron mia tano wakatuma dron mia nne wakatuma uh, cruise mizail arobaini wanafanya mashambulizi ya dizaini ya namna hiyo, lakini kwa taarifa ya kwamba wameingia katika mji wa Odessa basi tunashaka kwamba muda sio mrefu tutasikia pia wameingia katika mji kama, uh, kwa taarifa ambao wanazungumza kwamba wameingia katika mji wa Dnipro Petrovsk. Tunategemea kwamba muda sio mrefu watatoa taarifa wameingia katika mji wa Michael Lviv, wameingia katika mji wa Odessa na kama sasa hivi wameshazungumza hapo pia katika mji wa Kharkiv. Tunategemea hilo kwamba watajaribu kutengeneza multiple fronts ili kuweza kuishughulisha nchi ya Ukraine, uh, kwa upande mmoja mwingine ili ishindwe kuendelea ku kudhibiti movement ya nchi ya Urusi pamoja na kwamba katika upande wa mbinu, uh, katika hizi siku kumi Ukrain wanaonekana waliweza kufanya move kubwa ambayo tunasema ilikuwa ni surprise move. Ilikuwa ni move kidogo ya kuwasajabisha Warusi pamoja na kwamba retaliation waliokuja nayo Warusi sasa hivi inaonekana moja kwa moja kwamba imekuwa na madhara makubwa zaidi kwa Waukrain ukilinganisha na move ambayo wenyewe walikuwa wameifanya kwenye tarehe moja. Bila shaka bado tuna muda wa kuendelea kuangalia